<laughs> Tu mawazo. Amen. Utajikuta hata wewe mwenyewe haupendi kuwaza, lakini kitakachotangulia bado itakuwa mawazo. Amen. Utaanza angalia shida fulani, sasa hivi mbona sina hela, alafu nitakiwa nifanye kitu fulani. Hasa hapo ukiwa na haja sasa ya kutafakari unatoka kwenye kuwaza, unaingia kwenye kufikiri. Hivi jambo kanisani ilikuwa hivi na hivi, hata hiyo juzi niliona mtu fulani alifanya hivi. Sasa shida ni nini? tunawezaje kutatua hii shida? Lakini wengi wanabaki tu kwenye kuwaza. Hey, jamani, alisema hivi, mimi walisema ni hivi, hata unaona watu hawakuja kanisani, sijui tufanyeje, mi nakuwa tu kama kuwaza lakini tunafanyaje kwamba aa watu waanze kuja? Tuna group la WhatsApp au tunatumia hizi SMS za kawaida, au tunaanza kufanya matembezi kwamba siku hii ya leo, kisha ibada ya asubuhi, tutaenda kumsalimia mtu fulani amen. Amen. Amen, amen, au kwamba kwa sababu tumeshakuwa na ofisi hapa, basi tuanze kufanya kitu kama counseling, tuone watu wameumia kiasi gani? Kwa nini huyu anashindwa kuamkia? Labda anaishi mbali, labda ana tatizo, hana mfanyakazi nyumbani, labda hii. Sasa hiyo inatutuma kuanza kufikiri, ili tupate suluhisho za vitu fulani. Sasa, amen. Amen. Unafika kiwango ambacho kufikiri kwako haitoshi, amen. Amen, kwa sababu kuna vitu pia vitakuja kwenye maisha yetu hatujawa na hiyo capacity au hiyo capacity tumeshaisahau. Amen, amen. Tumeshaisahau kwamba tuna hiyo capacity, na wakati unaanza kufikiri unajisikia kabisa mambo yote yamekwama, ndipo linaanza neno sasa la kutafakari amen. Amen, maana kutafakari miseme kuhusu neno fulani ambalo liko unali, unaliweka mbele yako alafu kwanza unaanza kujievaluate kulingana na hilo neno Amen. Hivi kama kanisa linahitaji watu ambao wanaimba hivi, mimi nina- kipawa cha kuimba Amen. Amen. Kwa siku labda au wakati gani mimi ninawezaga kuimba? Je, nikiimba hivi inanisaidia kuwa mmoja kanisani ambao wanaweza wakatunga nyimbo au wakasaidia watu kuimba Amen. Maana si unaangalia hiyo hiyo neno kuimba kanisani. Alafu unajiweka sasa wewe unaanza kujiweka mwenyewe. Hii sehemu gani yako inaweza kusaidia kuimba? Labda mimi sina sauti ya kuimba. Lakini naweza jua kutunga nyimbo. Au ah, naweza jua kuelekeza watu katika biti wanazoziswata mara kwa mara. Amen. Amen. Amen. Labda sijui hivyo vitu vyote lakini mimi najua teknolojia vitu vya mixer, visilete fujo, najua kupanga vitu hivi na hapo, ah, sasa unaanza kuangalia hey, kule nina nguvu hii, kumbe pia nina hii elimu, kumbe nikijaribu hivi pia naangalia kule ma, maana kuna wale ukimwekea bizi yanakega kusema imo, nimeshaimba ah yeye inakuja hapo moja kwa moja.